Kipindi hiki kilichopo machoni mwako ni mkusanyiko wa maswali mbalimbali mbali ya dini. Maswali hayo ni mwongozo bora kwetu, ni maswali ya kujifunza, ni maswali ya kutujenga, ni maswali ya kuijua njia yetu. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Kutana na Abdillahi mwana wa Maali Mashi, Street Dawa, kukuelimisha. Hilo ndilo jukumu letu. Ahlan wasahlan wamarhaban bikum, mtazamaji wa Kishki TV, karibu sana katika show yako pendwa ya, ya Street Daawah maalum hii ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijjah. Na leo Street Daawah imeibukia hapa maeneo ya Buza kanisani. Kama kawaida yangu, ni kuwa challenge wale waislamu ambao nitabahatika kukutana nao, na swali so langu leo linasema hivi, naomba waniambie huu mwezi tuliokuwa nao, mwezi wa Dhulhijjah, wengine wakufahamu kama mwezi wa mfungo tatu Je, yeah. Ni mwezi wa ngapi katika miezi kumi na mbili ya Kiislamu? Huyu ni mwezi wa ngapi? Nyuma ya kamera ni Ahmad Kimamba pamoja naye Abdul Karim ibn Abdul Rahman. Mimi ni mwana wa Mali Mashi, nifuate. Haya, hapa nakutana na mdogo wangu. Asalamu alaykum ndugu yangu. Waalaikumsalam. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani wewe? Naitwa Abdul. Abdul, unauza kuku sio? Ndio. Au wa Kizungu wa Kenyeji? Kula Kizungu wa Kenyeji. Wa Kenyeji begea unauza? Kula 25 na 20. 25. Ila mwanangu sikukuu kikaribia hapa, mnapandisha sokoni? Mna kwa kwa mfano kama ndio hao, hao sikukuu inakaribia yeah, bado hao hao, umenunua, yeah, pia, e, kutokala, kuku ni hao ambao bei kwa bei ambao umenunua unapandisha pia sio? Temeke pale sio? Mimi nakuuliza yeah. Swali, ndugu yangu, ukipata nakupa zawadi sawa? Uh -huh. Kwenye Uislamu kuna miezi kumi na mbili, si ndio? Uh -huh. Mwezi ambao tuko nao, mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa mfungo tatu, ni mwezi wa ngapi katika miezi kumi na mbili ya Kiislamu? Huu ni mwezi wa kumi na mbili, mwezi wa mwisho, mwezi wa Dhulhijja. Sawa. Chukua hiyo, usimwambie mtu mpaka tuondoke, sawa? Sawa. Asante sana. Asalamu alaykum dadangu mzuri. Wa alaykum salaam. Mzima? Mzima. Mimi naitwa Mashi, natoka Kishki TV. Wewe unaitwa nani dada? Naitwa Johari. Johari nani? Omari Msumi. Johari unauza nini hapa? Mimi nauza samaki wa kavu. Wa kwapi? Mbona siuone? Hapa. Samaki yana kambare, sio? Mm, kuna kambale, kuna nguru, kuna ng'onda na daga, kamba yani mixa. Na samaki wako wanatoka maji baridi na maji chumvi? Maji baridi. Kwa nini nguru naye maji baridi pia nguru? Ay, nguru ni maji chumvi, sema huwa wanaweka wanabanika nna na, na, na chumvi Mimi, ah, mi najohadi nakuuliza swali ukipata nakupa zawadi sawa? Kwa Uislamu kuna miezi 12, si ndio? Kuna mwezi unaoitwa mwezi wa Dhulhijja, wengine wanaita mfungo tatu. Eh. Huu mwezi wa Dhulhijja ni mwezi wa ngapi katika ile miezi 12 ya Kiislamu? Hapo kumi na mbili ya Kiislamu eh, mm-hmm. Shoga yako au ndugu yako? Ni wifi yako, kaka yako ndo anaishi naye ama kaka yake ndo anaishi na wewe? Kaka la ah, mke huyo. Naomba nipite naongea na Mama yangu. Mimi mwanao, naitwa Abdillah Mashi, natoka Kishki TV. Mama yangu anaitwa mama nani? Mimi naitwa Bi Fatuma Fatuma, kutoka Buza kanisani. Sambusa vipi? Unauzaje moja? Unauza moja. Nauza shilingi mia tu. Mashaallah. Biashara inaenda vizuri lakini. Namshukuru Mungu alhamdulillah rabbil alamin. Wateja wako sana ni wanafunzi au kila watu? Watu kila majumbani na na wanafunzi kadhalika. Mama yangu mimi nakuuliza swali, ukipata nakupa zawadi, sawa? Mhm. Mm. Kwenye Uislamu kuna miezi 12, si ndio? Kumi na mbili, mm. Mwezi ule wa Dhulhijja ule. Wa mfungo tatu ule. Ndio. Ule ni mwezi wa ngapi katika ile miezi 12 ya Kiislamu? Ule wa kumi wa mfungo tatu ni mwezi wa kumi na moja? ni mwezi wa kumi na moja. Ah, bado kidogo. Okay. <laughs> tu mama yangu hapa, asante kwa kujaribu. Haya, unajaribu kwa dada. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. hali yako nzuri? mzima wa afya. unaitwa nani dada? naitwa Mama Nurat. Mama Nurat. Hichi kipindi cha pua jina jingine kinaitwaje? Mimi najua kipindi tu. Au kisaufu? Ah, mimi najua kipindi tu. Okay. Unauza nini dada? Nauza samaki wa kavu. Okay. Mmoja bei gani? Kuna 1500, 2500, 3000 na kuendelea. Unasema ni mama nani? Mama Nurat. Mama Nurat, mwenyeji wa hapa Buza sio? Eh. Sasa inaenda vizuri. Ah, hivyo hivyo kidogo kidogo. Sawa. Kwenye Uislamu kuna miezi miezi 12, 12 si ndio? Mm. Katika ile miezi 12 kuna mwezi unaoitwa mwezi wa Dhulhijja. Wengine wanauita mfungo tatu. Okay. Ule mwezi ule ni mwezi wa ngapi katika ile miezi 12 ya Kiislamu? Mwezi wa ngapi kivipi, yani sijaelewa. Kwa mfano siku na Januari ni mwezi wa ngapi Januari? Wa kwanza, si ndio? Hmm. Alafu kuna Februari ambao ni mwezi wa ngapi? Wa pili. Alafu kuna Disemba ambao ni mwezi wa ngapi Disemba? Wa kumi. Disemba si ndio wa mwisho ule? Wa kumi na mbili. Kumi na mbili kama hivyo. Yeah. Kwa mwezi wa Dhulhija ni mwezi wa ngapi katika ile mwezi kumi na mbili ya Kiislamu? Kwa mimi ne, kwa mimi naisi kama mwezi wa tatu. Mwezi wa tatu. Yeah. Safi kwa kujaribu. Ngoja dadako shoga yako akusaidie. Au dadako wewe. Adamtu salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Hali yako? Nzuri. Dada unaitwa nani? Naitwa Mama Isa. Mama Isa. Hizo mbaazi au njegere? Njegere. Ah, unauzaje? Glass kuna 1500. Kipimo kiko wapi sasa? Kipimo siko. Ah okay. Naishi kidogo bega? Kiko kidogo 1500. Biashara inaenda vizuri? Eh, eh, inaenda vizuri. Watu wananunua? Wananunua. Kawaida tu. Pole sana. Umalisikia? Eh. Nilisikia. Inasemaje swali? Mimi ninavyojua yani, inakuwa unajua miezi inabadilika. Mm-mm. Lakini ninavyojua mimi kwa mwaka huu. Yaani miezi kwenye kukua wa kwanza, wa pili, wa tatu haibadiliki. Iko hivyo hivyo. Zile siku ndio zinaweza kubadilika kwamba utakuwa na 29 au 30. Wewe unasema hiyo? Mm-hmm. Achana na hiyo. Kwa mfano kuna mwezi kama ni wa kwanza, ni wa kwanza. Kwa mfano Ramadhani. Ramadhani ni mwezi wa tisa katika miezi 12 ya Kiislamu, si ndio? Yaani haibadiliki hiyo mwezi dhu wa Dhulhijjah ni mwezi wa ngapi katika ile miezi kumi na mbili ya Kiislamu? Kaa miezi kumi na mbili? mwezi wa kumi na mbili. Safi kabisa, wangapi? mwezi wa 12. Haya, dada yetu amepata. Dada nani naitwa? Da, mama Isa. Mama Isa, safari yako mama Isa. Hii hapa basha, hii hapa fungua. Kwenye basha kuna nini umo. kuna nini umo? Kuna Yo ya kwako, dadangu mama dada angu Aisha, lakini pia tunakupa kadi. Umeona hii kadi? Umeonaaa, yeah. kwa sababu umeshinda swali letu, umeingia kwenye fainali ya tisa, ya yeah. wa kugombania yeah. mbuzi. So mbuzi, mbuzi. Mbuzi. mbuzi mbuzi? Mwezi mwezi wa wa ile siku Arafa kama kama kesho hidi. Wale tunawaita <laughs> yeah. pale pale. haya. Mtu akipata safari 5000. Tunampa nini? Sio Mbuzi wako. Ah, dadangu kapendeza huyo. Salamu alaikum dadangu Salamu. Vipi hali? Salamu. Mzima? Mzima. Unaitwa nani dada? Naitwa Mwahija. Mwahija unajiamini? wenzako wananikimbia kinyo hoja nikimbia kwa nini? Sababu nini mpaka nikukimbie? Asante sana Wewe mtu wapi m... Kwetu Morogoro. we mto wapitumorogoro Wewe mluguru wewe? Hapana. Mpogoro. Hewa. Oh, Mashaallah, mimi nakuuliza swali dadangu ukipata nakupa zawadi sawa? Kwenye Uislamu kuna miezi 12. Si ndio? kuna mwezi unaitwa Dhulhijja sawa, sawa. Mm -hmm. Mwezi wa mfungo tatu ule. Mm -hmm. Hivi ule ni mwezi wa ngapi katika miezi ile 12 ya Kiislamu? Yani, inaweza ikawa mwezi wa sita ndio tunakula hii Sikukuu ya mfungo tatu. Sawa, unakuwa ni mwezi wa ngapi ule mwezi? Kwa mfano, Ramadhani. Ramadhani ni mwezi wa tisa katika miezi katika miezi 12 ya Kiislamu, si ndio? Mwezi wa Dhulhijja ule ni mwezi wa ngapi katika miezi 12 ya Kiislamu? Inakuwa kama mfungo tatu hivi. Asante kwa kujaribu. Umekosea sana. Assalamu alaykum dada yangu. Waalaikumsalam. Vipi hali mimi naitwa Mash kutoka Kishki TV. Dadangu anaitwa nani? Amina. Mimi nakuuliza swali, ukipata nakupa zawadi ukikosa nakupa elimu, sawa eh? Mm. Kwenye Uislamu kuna miezi 12, si ndio? <laughs> Naomba uniambie mwezi wa eh, kue... mwezi wa Dhulhijja. Ulo mfungo tatu ule ni mwezi wa ngapi katika miezi kumi <laughs> na mbili ya Kiislamu? Jafari. Eh. Mdogo wangu, salamu aleikum, mdogo wangu wewe? Mzima? Nani? Jamali. Jafari. aniaa Jafari, Jafari, Jamal, Jafari Jamal. Jafari, nakuuliza swali bwana, ukipata nakupa zawadi sawa? Yeah. Eh, ee, mwezi wa Dhulhijja. So unaujua ule mwezi wa mfungo tatu ule. Eh. Yeah. Hivi ni mwezi wa ngapi katika miezi 12 ya Kiislamu? Shujaa wangu njoo, hmm? Sijui kiongozi. Eh? Sijui. Haujui? Pole bwana. Ni mwezi wa 12 bwana. Chukua hiyo. Dada, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Bibi hali? Wewe si Muislamu? Naam. Miezi kumi na mbili, miezi si unajua miezi ya Kiislamu? Ndio. Mwezi <migwis> wa Ramadhani ule ni mwezi wa tisa katika ile miezi 12 ya Kiislamu, si ndio? Ndio. Naomba uniambie mwezi wa Dhulhijja. Hivi ule ni mwezi wa ngapi katika miezi kumi na mbili ya Kiislamu? Nimepotea hapo kidogo. Nimepotea hapo kidogo. Potea. Ule ndio mwezi wa mwisho ule katika miezi ya 12 ya Kiislamu. Mwezi wa kumi na mbili ule. Sawa sawa eh? Wow. Chukua hiyo Bi Halima. Mwana hai hai wapi? Enda wapi nyumbani? Nyumbani hapo bondeni. Okay. Pole, samahani kidogo dakika moja tumine, tumashi, natoka Kishki TV Na kuuliza swali. Ukipata nakupa zawadi hapa hapa, zawadi mimi ninayo. Sawa, eh? Kwenye Uislamu, kuna kuna miezi kumi na mbili, si ndiyo? uh -huh. Ramadhani ni mwezi wa tisa ule, katika ile miezi ya kumi na mbili, si ndiyo? Alafu kuna mwezi ni mwezi mwezi mwezi mwezi mwezi wa mwezi wa Dhul-Hijjah. Shau uh -huh. Hivyo yule ni mwezi wa ngapi, wa katika katika miezi kumi na mbili ya ya Kiislamu? Alafu sikio hivyo ngapi mwezi wa nne. Mwezi wa nne. Asante. Ule ni mwezi eh? Yeah, wa kumi na mbili, ndo mwezi wa mwisho kabisa. Mwenzako yuko wapi? Sina mwenzangu mimi. Ah, uko peke yako? Asante. Mzee wangu. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi hali babangu? Alhamdulillah rabbi. Umeitwa nani babangu? Chanzi Kondo. Yeah. Ah, Mzaramu halisi mwenyewe. Bila shaka. Kijiji chao? Hapa Dar es Salaam, Gobes. Ah, Gobes. Mm-hmm. Kwa Wazaramu wana sifa gani Wazaramu? Sifa yao kubwa

Mwezi wa Dhul Hijjah mm, ni mwezi wa ngapi katika miezi kumi na mbili ya Kiislamu? Mwezi wa Dhul Hijjah ni mwezi wa 12, mfungo tatu. Safi kabisa, mimi nakupa zawadi yako bwana, bwana? mzee <laughs> <Haya. laughs> Watu wananiangalia ah, nimeshaiona. Sitaki kuificha hiyo. Sasa umeona. Hii hapa nayo, hii ni kadi kwa sababu umeshinda swali letu, tunakualika uje Temeke kwa ajili ya swali kama hili. Lakini hiyo ni fainali, ukishinda swali hili unashinda mbuzi, mbuzi, mbuzi mnyama. Kwa siku mbili siku tatu kabla ya Idi takupigia simu, Mzee Kondo. Mzee Mzee Kondo, uje bwana. Utakuja mzee wangu? Za baraka. Ni kijicho Mwenyezi Mungu atamwangamiza yeye. Kun fayakun. Fasubhanallah. Jazakallahu khairan. Amin. Tuko na dada yetu hapo. Dadangu, salamu alaikum. Salha. Salha, nani? Salha Saidi Double S wewe. Saidi mapili. Mashaallah. Hmm. Unauza nini dada? Kwenye Uislamu, au kuna mbele babu pia ile miezi kumi na <laughs> miezi mbili. Unaijua ile? Miezi kumi na mbili ya Kiislamu, si ndio? Mm-hmm. Mwezi wa Ramadhani ule ni mwezi wa tisa katika miezi ya 12 ya Kiislamu, si ndio? Mhm. Hivi, -hmm. mwezi wa Dhul-Hijjah, ushawahi kusikia? Nausikia. Na ule ni mwezi wa ngapi katika miezi 12 ya Kiislamu? aniangushale ni mwezi wa mwisho. Wa mwisho. Kumi 12. Mm. Chukua elimu hiyo. hiyos Asante Salha. Brother, Bibi hali? Alhamdulillah. Tunani ndugu brahsalamualekumhanindugan mimi naitwa Dr. Omar Shukia. Mimi naongea na msomi mkubwa kumbe hapa. <laughs> Sawa, mimi nakuuliza swali Dr. bwana ukipata nakupa zawadi sawa eh. Kwenye Uislamu kuna miezi 12, si ndio? Ndio. Kuna mwezi unaoitwa mwezi wa Dhulhijja. Ushawahi kusikia Dr. au? Eh, shawahi kusikia. Naomba uniambie ule ni mwezi wa ngapi katika miezi 12 ya Kiislamu? Ah, mwezi wa Dhulhijja ni mwezi wa kumi na mbili kikalenda, kwa mtiririko wa Kiislamu. Kwa ndo tunafunga mwaka katika mwaka wa Kiislamu. Doctor, unatisha sana. Ah, shukrani. So sasa kule so, tupaka dini ni mnyama sana. Alhamdulillah, e. No, no. Mm -hmm. Sana Mashaallah. Bana waje wafanye wafanye wafanye chuku hijama. Sawa. Mimi nakupa zawadi doctor bana. Shukrani sana. Hebu fungua tuone kuna nini huko? Ah. Mashaallah barakallahu fikum. Amin, habibi. Ya kwako. Lakini pia Dr. bana mm. tunakupa na kadi. Naam. Kushinda swali letu leo mm. umeingia kwenye finali ya maswali kama haya ambapo mshindi atompa 5000 au simpa 5000 hapo hiyo e. Mshindi tunampa mbuzi mbuzi, lakini mbuzi sio kukunia nazi, e. Mbuzi mnyama e, mbuzi mnyama, mbuzi mnyama. Mpaka hapa nimefika tamati katika show yako hii ya Street Dawa Maalum ndani ya Dhulhijjah, na leo nilikuwa hapa maeneo ya Busa kanisani. Umeweza kusikia challenge, leo ilikuwa ngumu kidogo, wapo ambao walikosa, na wapo wachache ambao wamepata. Pia washindi watu wa leo, hawa ndio washindi ambao wameingia finali katika siku ya Arafa ile pahala ambapo tutawaita siku hiyo kwa ajili ya kugombania mbuzi mnyama. Nani ataibuka kidedea? Endelea kufuatilia Street Daawah maalum ya Dhul Hijjah, kukaungana na wa washindi wengine watatu baada ya hawa wa leo. Nyuma ya kamera ni Ahmad Kimamba, pamoja naye Abdul Karim ibn Abdul Rahman. Mimi ni mwana wa Maalim Mashi, siku ambayo utajua hujui, ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui. Asante. Kipindi hiki kilichopo machoni mwako ni mkusanyiko wa maswali mbali mbali ya dini. Maswali hayo ni mwongozo bora kwetu. Ni maswali ya kujifunza, ni maswali ya kutujenga, ni maswali ya kuijua njia yetu. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Kutana na Abdillahi mwana wa maalim Mashi. Street Daawah, kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu.